Hakuna kitu ambacho hakiwezekani kwa Mungu, kila kitu kinawezekana. Anapokwambia kwamba mwanangu, njoo. Alimwambia Ibrahimu, toka. Bwana Yesu asifiwe. alimwambia Ibrahim, toka. Ibrahimu hakuwa anajua anaenda wapi. Ibrahimu alikuwa ana familia yake. Imagine unaanza kufikiria kama mtu sasa, ninakuwa nitoke, nimechukua hivi vitu vyangu, nitalala wapi? nitakaribishwa na nani? tena unaambiwa uwende mpaka pale ambapo atakwambia ni hapo, hujui ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah, lakini Ibrahimu kwa sababu ni baba wa imani alitoka, alikusanya akatoka na kupitia hiyo imani Mungu alimuonyesha maeneo ambayo yalikuwa mazuri hata kuliko pale mahali alipotoka na akamwambia, hapa ni pako. Bwana Yesu asifiwe. na tunapomwambia Mungu wewe unajua, na tunapomwambia Mungu wewe ndio ukisema. Mungu anafanya njia pasipo na njia, ama Mungu anafanya kile ambacho amekusudia lazima awe amefanya, kwa sababu amesema, lazima anatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Kristo uh, ili atangazi lazima pale ikiwa ni mimi, ikiwa ni wewe, tuseme tu tunataka kufanya kazi ya Mungu, alafu tufanye pili kupitia akili zetu, mpendwa, tutafeli, hatutafaulu. Hakuna aliyefanya kwa akili zake amefaulu, hata mmoja, hakuna. Lakini wakati tunapofanya kupitia huyu Yesu ambaye ametuahidi, sikia. Hata kama ni kutangaza ufalme wake, utakapofanya kinyume bila yeye kukuambia, kwa sababu nataka kwenda kukaa na Nairobi, nitafanya kazi ya Mungu nikiwa na Nairobi kwa sababu na Nairobi ni tamu, nitafeli. Anaweza kukutuma mahali ambapo unaenda kuhubiri neno lake msituni anaweza kukutuma hapo mahali lakini kwa sababu yeye ndo amesema anakufanikisha, na watu wanafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nataka kusema hivi? na Yesu anaamuru mwenyewe, anajua kwamba tutakapoenda sisi, wale watu hawatafunguliwa ni watu ambao wamefungwa mateka. Lazima tuwe na nguvu za Mungu ili wafunguliwe. Lazima Mungu atumike mwenyewe ili afungue. Sikia, ili mtu aje akikute yeye ana dhambi ama ametenda dhambi ajisikie hukumu. Lazima neema ya Mungu iwe iko juu ya mtu huyo. Neema ya Mungu isipokuwa juu ya mtu huyo, huyo mtu hata isikia chochote, hata jione niko comfortable kabisa. Wakati neema inamtosha ina yule mtu huyo, mtu anaanza kusikia kuna kitu nimekosea, kuna jambo haliko sawa. So lazima neema ya Mungu pamoja basi, neema inapotubeba, tunapoenda na neema ya Mungu na nguvu za Mungu, yani uwepo wake, mambo yote yanakuwa na sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliwatuma hawa wanafunzi na leo anatutuma ananituma mimi, anakutuma wewe, tusikae tu mahali pamoja, anasema enendeni kote. Hebu jiulize, tangu huyu Yesu, ulipomjua huyu Yesu ulienena mahali gapi, umetembea Usitulie kwa sababu hili ni agizo ambalo Kristo mwenyewe alitoa ya kwamba n mm, mm. halo singi kama huwa unaenena jirani namekuwa mgonjwa, na kwa sababu ni mgonjwa umeanza kumsengenya eh, hey, tunaona wakakuwa atakufa jamani. Yule mgonjwa akisikia, si atakufa kabisa jamani. Kumbe mpaka nimekuwa mgonjwa leo. Atavunjika moyo. Kazi yetu si kuvunja watu moyo. Kazi yetu ni kuwatia watu moyo, ili wale watu wafunguliwe katika vile vifungo. Kuna vifungo vya magonjwa vimewashika watu, kuna vifungo vya washarati vimewakaza watu, kuna vifungo vya wizi vimewashikilia. Vifungo ni vingi vimewashikilia pale walipo, lakini kama tutasimama tukiwanenea mema na kuwahubiria ujumbe wa Kristo, watafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uwezekano wa kufunguliwa. Usisema yule ni mwizi sugu hawezi la, usimwite mwizi, sema kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Na wakati yote yanawezekana, unampa injili yule mtu na Kristo mwenyewe, si wewe. Kristo uliyembeba atafungua kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo mamlaka ambayo tumepewa. Haleluya. Ni mamlaka makubwa sana, ni mamlaka yana nguvu ya, ya ajabu Bwana Yesu asifiwe. Wa, ni mamlaka ambayo unapotamka jina la Yesu kuna kitu kinatendeka. Haleluya, tusizitumainie akili zetu tumtumainie Mungu aliyetuita. Inawezekana, hebu anza kufikiria, ikiwa hapa kila mmoja atakuwa na hilo mgumu kuenenda ya, ya kumwamini Kristo na kuwa na hiyo imani ya kwamba ninajua Mungu unaweza lolote, ni walo najua mimi tu unaweza. Unafikiri ni watu wangapi watafunguliwa? Watu wengi tu, mwangaza hii itapona, visima vyetu vitakuwa ni visima ambavyo vinatoa maji matamu. Lakini wakati unapokuwa mtu aharibu wengine, kuwavunja moyo, kisima chako ni kisima ambacho kinatoa Maji ambayo yanafunja moyo, maji ambayo hayana mwelekeo. Lakini wakati tunapokuwa watu, tunapowatendea wengine vizuri, waliofungwa tusiwahesabu tu kama wafungwa, tuwahurumie kama Kristo alivyowahurumia, kama jinsi anavyotutuma. Na wakati tutakapofanana naye, tutakapofanya